wabarakatuh alhamdulillahi rabil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi <coughs> sala <Sallallahu> alaihi wasalam. <coughs> Alhamdulillahi, tunamshukuru Allah subhanahu wataala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah subhanahu wataala aliyetuneemesha na kutuwezesha kutu tukakutana tena hapa katika ukumbi wetu huu kama ilivyokuwa kawaida, huwa tunakutana kila siku ya Alkhamisi pale tunapokuwa tupo kazini na mazingira yakawa yameruhusu kwa namna moja ama nyingine. Leo kwa idhini yake Allah subhanahu wa taala, tunaendelea na Suratul Mudaththir. Tulianza mpaka aya ya kumi sura ambayo kwa utaratibu wa masaba sura ya sabini na nne kwa kumbukumbu kumbu yangu, tulianza mpaka aya ya kumi na leo tunatokea aya ya kumi na moja na kama tulivyokuwa tumeieleza mwanzoni mwa wakati tunaanza kusoma sura hii, tulifahamishana kwamba hii ni miongoni mwa sura za mwanzo kabisa kuteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hizi aya za mwanzo haswa zilikuwa ni sura za ni aya za mwanzo kabisa tukuteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasalama. Baada ya sura Alaq zikateremka sura hii, aya hizi zikateremka. Lakini pia baada ya sura hii wanachuoni wanasema ndio mtume sallallahu alayhi wasallam eh, urisila amepewa kazi ya kufikisha ujumbe kwamba nubi abi ikra amepewa utukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuteremshiwa suratul Alaq. Zile aya za mwanzo zile hazikuwa zimempa kazi Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufikisha ujumbe, zile zilikuwa zinamwandaa na kumwonyesha yeye ni nani, yeye ni mteule wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kazi yake, na kwa hiyo inabidi ajiongezee maarifa, aweze kuwa mwenye kusoma awe na elimu, ili aweze kuisimamia ipasavyo kazi atakayokuwa amepewa ya kufikisha ujumbe kwa watu. Sasa baada ya kuteremka aya zile, ndo zikateremka aya zinazofuata yani Suratul Mudathir, akaambiwa kum fa'anzir. Nubia, urisila, bil mudathir. Amepewa kazi ya kufikisha ujumbe katika Suratul Mudathir pale alipoambiwa kum fa'anzir, kwamba unatakiwa uwe imara katika kufanya kazi ya kuwaonya watu kuwafikishia watu ujumbe na kuwaonya na kuwatahadharisha juu ya yale ukengeuka, na yale ambayo wewe unayowafikishia. Kwa hiyo kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa kazi ya kufikisha ujumbe, ujumbe namna gani watu watakuwa wameupokea? Na haswa kwa kuzingatia watu wana mambo yao, wana taratibu zao na wana tamaduni zao, wanaona mipango yao na taratibu zao zimeshaingiliwa kiasi kwamba sasa watashindwa kuzifanya kama vile walivyokuwa wanavifanya mwanzo kwa umahiri kwa umakini na kwa hazina kuingiliwa na mtu yoyote. Sasa inaonekana ameshakuja mtu ambaye anakuja kutoa miongozo na kuweka mazingira salama na sawa kwa wanadamu wote. Sasa ikawa namna ambavyo viumbe wameupokea ule ujumbe. Sasa wale waliokuwa madhalimu, waliokuwa watu waovu, waliokuwa eh, wasimamizi wa batili Eh, wenye kuipinga na kuikataa haki wakaupokea kinyume kabisa alivyotegemea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akapata uzito na upinzani wa hali ya juu kabisa. Sasa alivyokuwa ameyapata yale, Allah subhanahu wa ta'ala ikawa anamliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumweleza kwamba hilo jambo wala usihangaike nalo wewe, wewe endelea kufanya kazi tuliyokuambia, kum fa andhir, warabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warujiza fahjur, wala tamnun tastakthir, walirabbika fasbir. Wewe endelea kufanya kazi ya namna hiyo, wala usipate tabu ya hawa watu ambao waliokuwa wanafanya jeuri, tutashughulika na sisi. Allah subhanahu wa taala akamwambia mtume wa salama, dharni wa man khalaqtu wahida, niachie mimi, niachie ni mimi, ni mimi, mimi nitashughulika eh, naye man khalaqtu wahida, yule ambaye niliyemuumba akiwa yuko mwenyewe tu, yuko peke yake yeye. Hakuzaliwa na wengi, hakuzaliwa na watu, hakuzaliwa na watoto, hakuzaliwa na mali, hakuzaliwa na chochote, yeye tumemuumba akiwa peke yake sasa kwa jeuri zake na kibri zake na nguvu zake alizonazo na uwezo wake na nafasi yake na hadhi alionayo aliyonayo na wewe kufanyia jeuri eh, basi dharni, niachie mimi huyo. Aya imeteremka kwa makuraishi waliokuwa wanamfanyia kibri wanamfanyia jeuri, haswa ni Walidi bin Al-Mughira ndiye, eh, Walidi bin Al-Mughira ambaye anayesemezwa katika aya hii ndiye inayomuhusu, lakini ina haya kwa mujibu wa wanachuoni wanatuambia, haizingatii kwamba eh, nani eh, sababu ya kuteremka haya hiyo. Kinachozingatiwa ni ile kuenea kwa maelekezo, matamshi yale yanamgusa kila yanayemhusu, aliyekuwa na sifa ya namna hiyo. Kwa hiyo mtu yeyote yule anayejifanya jeuri, anayejifanya kibri, anayejifanya kwa cheo chake, kwa nguvu zake, eh, kwa watoto wake, kwa mali zake dhidi ya Allah subhanahu wa taala, akawaonea wengine akawanyenyesa wengine eh, na hu huwadhulumu na fanya kila mbinu ili dini ya Allah subhanahu wa taala isonge mbele, basi Allah subhanahu wa taala atambue, ameshatangaziwa huku mwanzoni kabisa mapema kabisa kwamba dharni waman khalaqtu wahida, niachie mimi, niachie mimi na yule ambaye niliyokuwa nimemuumba akiwa mwenyewe tu peke yake, akiwa hana chochote alicho nacho sasa tukamruzuku yeye, wajaaltu lahu malan mamduda, tukamjalia yeye mali iliyokuwa nyingi kabisa. Mali eh, kila aina za mali alizomfungulia Allah subhanahu wa taala kathiran wasian, akiwa na ukwasi wa hali ya juu kabisa, wa kuweza kuyafanya yote, kwa sababu mali anayo. Lakini pia eh, wabanina shuhuda, na watoto aliyokuwa anawashuhudia. Alikuwa na watoto kadhaa Kana asharatan inasemekana alikuwa na watoto kumi, wakila thalathatu ashara, na inasemekana kwamba walikuwa kumi na tatu. Miongoni mwao katika watoto wake alikuwepo Khalid bin Walid, alikuwepo Walid bin Walid, alikuwepo Amarat bin Walid na Hisham bin Walid na As bin Walid wa Abdushamsu bin Walid. Wakad aslama minhum thalath, watatu, Allah subhanahu wa taala alijalia wakasilimu Khalid bin Walid ambaye eh, alikuja kuwa ndio Saifullah, eh, upanga wa Allah subhanahu wa taala na yeye ndiye aliyesimama imara katika vita eh, baada ya kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wale mutadi eh, waliokuwa wamedai utume eh, Musailima al-Kadhdhab. Basi Khalid bin Walid ndio aliongoza jeshi lile, eh, lakini pia katika vita vya Mutat baada ya kufariki wale watatu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaainisha alimwainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Rawaha, alimwainisha Jaafar bin Abi Talib, alimwainisha na Zaid, kwamba wao ndio watashika bendera. Akasema kila mmoja, kama ikitokea huyu ameuawa, basi bendera hii itashikwa na huyu, akiuawa huyu itashikwa na huyu, akiuawa huyu itashikwa na huyu. Allah subhanahu wa taala akajahalia wote wale watatu, Abdullah bin Rawaha, Jaafar bin Abi Talib na Zaid, naye pia aliuawa katika vita ile, basi Saifullahi Eh, Khalid bin Walidi hakuainishwa na, na Mtume SAW alam lakini ili vita iweze kupiganwa sawa sawasawa, lazima apatikane kiongozi. Khalid bin Walidi huyu ambaye ni katika watoto wa Walidi bin Mughira ndiye aliyekuwa yeye ameshika hatamu ya kuongoza vita ile, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia fathu na ushindi kupitia mikono ya Khalid bin Walidi. Kwa hiyo alikuwa na watoto wengi, alikuwa na watoto wengi katika hao watoto wake hawa watatu kama tulivyozungumza, Khalid bin Walidi na Hisham bin Walidi na Ammar bin Walidi hawa walikuwa wao wamesilimu. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa na watoto wengi kama ambavyo tulivyo uh, mufasirina au mashaykha mbalimbali mba, wengine nasema kumi na tatu wengine nasema kumi na kadhalika. Kwa kuwa alikuwa anajiona ana mali, Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia mali, Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia kizazi, ana watoto na watoto kadhaa wa kiume ambao aliyokuwa nao E, na wengine wa kike, eh, basiea, mba, na wa kike ambao wana nguvu, wana mamlaka, wanamsaidia, wanamlinda, basi yeye akajiona kwamba ana utetezi na ana ulinzi wa hali ya juu. Allah subhanahu wa taala ndo akamwambia, dharni, anamwambia Mtume sallallahu alayhi dharni wa man khalaqtu wahida, kwa huyu na mwingine yeyote, huyu atakuwa mfano tu wa kumuonesha Eh, wakuonyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba dharni wa man khalaqtu wahida, niachie mimi na yule ambaye nilimuumba akiwa peke yake, lakini kisha, wa ja'altu lahu malan mamduda, nikamjaalia nikamruzuku na mali nyingi kabisa, wa banina shuhuda, na akiwa na watoto ambao anawashuhudia wengi, ambao anaona huyu naweza nikamtuma nenda kule huyu, nikamtuma nenda kule huyu, fanye hiki ufanye hiki. Kwa hiyo anajiona yeye ana kila nafasi, mali anazo, watoto wanao, yani watu wanao, watu wanao na mali anayo. Ana tatizo gani yeye? akitaka chochote kile anaweza kukipata kupitia mali yake, akitaka kazi ifanyike kupitia watoto wake kazi itafanyika. wa mahatu lahu tamhida, na nikamkunjulia yeye nikamfungulia yeye ye milango ya kila kile anachokitaka, yani tawassatu lahu, nikamfungulia yeye ye. Allah subhanahu wa ta'ala anasema eh? akamkunjulia ye mambo yake, mipango yake, ja'altu lahu malan kathiran wa auladan wa shuhudan na zaidi ya yote hayatu lahu wasaila rrahata, nikamwandalia mazingira mazuri kabisa kwa shughuli zake, kwa mambo yake, kwa utaratibu wake, nikamkunjulia kiasi kwamba anachotaka kukifanya akifanya biashara, mambo yanakunjuka kama akifanya kilimo mambo yanakunjuka, akifanya ufugaji mambo yanakunjuka, akifanya kazi zote za utaalamu, ujuzi, za ufundi na hivi, mambo yanakunjuka. Mahatulahu tamhida Allah subhanahu, nikamkunjulia yeye eh, kwa kila njia, lakini pamoja na hayo thumma yatimau an azida, kisha anatamani, anategemea zaidi ya yote hayo, vyote hivyo nilivyompa neema zote zilizomkunjulia na jeuri alizo nazo lakini yatmau an azida yatlubu almazida minha thumma almazid, anataka kwamba tumpe zaidi na vile ambavyo tulivyo, tulivyompa ndivyo mwanadamu alivyo, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mashuhuri kabisa anasema mwanadamu, lau angekuwa na jangwa moja la dhahabu mali kabisa, ana majangwa mawili, basi angetamani eh, aongezewe lingine, ili awe na nini, iwe ana mali zaidi, kwa hiyo thumma yatmau an azida, kisha anatamani yeye tumzidishie katika vile tulivyompa. Nguvu amepewa, mali amepewa, watoto amepewa, eh, wasaa, ukunjufu, uendeshaji wa mambo yake, amepewa kila aina yani, ame amepewa fursa za kuyaendesha mambo yake, lakini pamoja na hayo yatmau an, anatamani apate zaidi na zaidi, ili aendelee kufanya jeuri na kibri na dharau kwa wanadamu wenzie. Sasa Allah subhanahu wa taala sema, kala Allah subhanahu sema sivyo hivyo, sivyo hivyo anavyotamani sio, kila sio, kwa sababu nimemkunjulia hivyo, basi ndio iwe e, akatamani apate zaidi na akategemea atapata hivyo, sivyo. Innahu kana li ayatina anida, hakika yeye alikuwa juu ya aya zetu, miongozo yetu ni mkaidi ni mkaidi mpinzani wa hali ya juu, kama ambavyo ilivyozungumza Walid ibn al-Mughira ni miongoni mwa vigogo vya Kikuraishi. Eh, wale waliokuwa vigogo pale vya aliyokuwa katika watu wakubwa kabisa aliyokuwa nao Mtume. So katika ah, wakati amepewa utume, waliokuwa anamfanyia jeuri na kukaidi maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala na kumpinga Mtume ssalama, so na kutoa maneno mabaya kabisa, kwa hiyo alikuwa ni wapinzani

adhabu yake kwanza itakuwa ni kupanda juu kule motoni, naudhu billahi min dhalika. Atakuingizwa, kazi yake itakuwa ni kupanda juu, kupanda kwenye mlima, atakuwa anapanda kwenye mlima, anatambaa kama vile ambavyo eh, watu wanavyotambaa, wanavyokuwa wanapanda, wanavyo, wanavyo milimani kule. Basi na yeye, miongoni mwa adhabu alizoandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni hii, na hii utaona ni katika jumla ya miujiza ya Qur'an hii. Aya zimeteremka mwanzoni kabisa zuri kabisa kama ilivyoteremka kwa mzee Abu Labi vile vile, na huu vile vile imeteremka, lakini hakuja kusilimu. Walid ibn Mughira haikutokea kuja kusilimu, na ingekuja kusilimu tu hizi haya zingekuwa hazina mashiko na zisingefanya kazi. Lakini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anajua na anajua viumbe wake, najua kwamba hawezi kusilimu huyu, kwa jeuri na kibri ambacho alichonacho, kwa hiyo miongoni mwa adhabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia basi ni adhabu ya, ya kupandia ya kupanda kwenye mlima atakuwa yeye anapanda kwenye mlima na tabu zile atakazokuwa anazozipata kwa namna moja ama nyingine. Katika riwaya miongoni mwa riwaya zimekuja, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, asuudu jabalin min nari yasudu fiha 70 kharifa, atakuwa anapanda miaka sabini Thumma eh, yahwi fihi kadha, kisha anaporomoka miaka sabini. Anapanda juu miaka sabini, anashuka chini, utaratibu wake. Ni naudhu billahi min dhalik. Allah atulinde na jeuri na kibri, kuzifanyia kuwa jeuri na kufanya kibri juu ya, ya maelekezo na miongozo ya Allah subhanahu wataala, ni hatari kubwa kabisa, ni hatari kubwa kabisa kwa namna yoyote ile, mtu kwa vyovyote vile ambavyo Allah subhanahu wa taala atakavyokuwa amekukunjulia basi usiwe jeuri, usiwe na kibri, usiwe mkaidi juu ya miongozo yake Allah subhanahu wataala na maelekezo yake, katika jumla ya sifa zake huyu bwana, mpaka ikapelekea Allah subhanahu wa taala amwelezee na kumtangazia adhabu katika jumla aliyokuwa nayo, innahu fakkara wa qaddara yeye alifikiri na kuzingatia na kutafakari na kupima juu ya kazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu kila mmoja alisema kivyake, kila mmoja alisema kivyake. Yeye akasema nipeni muda, akafikiri na kukadiria na kutathmini hadhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, namna gani ya kumshusha hadhi mtume sallallahu alayhi wasallam basi, fakutila kaifa kadara, amelaaniwa namna gani yeye alivyomkadiria na kumtathmini mtume sallallahu alayhi wa sallam. Thumma kutila kaifa kadara, taakida kuonesha kazi yake ambayo aliyokuwa ameifanya. Thumma nadhara, kisha akaangalia, kumwangalia mtume sallama, kwa jeuri kabisa, kwa kibri na dharau. Thumma abasa wa basara, kisha akakunja uso Eh, yani amemwangalia mtume alama na watu walionao akamwangalia kwa dharau, akakunja uso kwa kibri na jeuri, kuonesha kwamba si chochote si lolote huyu eh. thumma adbara kisha akakengeuka wastakbara na, yani akageuka na kufanya jeuri na kibri zaidi ya kumtathmini mtume sa salama akamwangalia kwa jeuri kwa dharau akakunja uso, maana akamwangalia, unamwangalia, una mtu alafu unaona si chochote si lolote, unamkunjia uso na kumuona huyu awezi kunifanya chochote na kumdharau na kumtweza eh? Alafu thumma baada dhalika, kisha baada ayo yote eh? adibara ani lhaqi wa stakbara, akakengeuka kuipuuza haqi na kufanya jeuri na kuleta dharau na kibri juu ya kazi ya li... yote ilikuwa ni kazi yaliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakala, akafikia hatua ya kusema in hadha illa siirun yuthar, haukuwa hii, haikuwa hii, hayakuwa haya anayoyasema, ila ni uchawi uliozidi wenye athari ya hali ya juu kabisa. Hmm? in hadha illa siirun yuthar, ila ni uchawi wa hali ya juu kabisa uliokuwa umeripotiwa au umerekodiwa katika watu wa kale, kama wengine walivyokuwa wamezungumza, in hadha illa asatirul awwalin hmm? ni uongo na uzushi uliokuwa unazungumzwa na watu wa zamani. Kwa hiyo ni uchawi wa athari eh? wenye athari ya hali ya juu uliokuwa umerithiwa kutoka huko nyuma, ndicho ambacho anachokifanya hiki huyu yani, akimtolea mtume sallallahu alayhi wasallam in hadha illa qaulu lbashar, hayakuwa haya anayoyasema ila ni maneno ya viumbe tu eh? haya ni maneno tu eh, ambayo mwanadamu yoyote mwingine anaweza kuyasema. Kwa hiyo ndo akapatikana kama kina Musailim na wengine waliokuwa na jeuri wakadiriki na wao Uiiza na wao kujaribu kutaka kutengeneza kwamba wanaweza wakasema waka wakaileta Qurani, lakini Qurani imetoa challenge tangu wakati wa inateremka ila qiyami saa, hatopatikana yoyote wakuweza kuileta kwamba Allah subhanahu wa taala anasema lain ijtamaati linsu wal jinnu ala an La yatu lau, watakusanyika majini na wanadamu wataalamu wote, wakae wailete mfano wa hii Qurani hawatoweza kuileta, wala ukana badhumli badhu mdahira. Hata kama wakiwa majini na wanadamu wanasaidiana, ili walete kitu kifanane tu na Qurani, hawatoweza kuleta. Kwa hiyo tangu wakati wa mtume SAW ila lakini, eh, jeuri, ila kiyami saa. Lakini yeye kwa jeuri akasema in hadha illa kaulu lbashar, yani maneno ya viumbe tu haya na lolote, wala msihadaike na haya anayoyasema haya anayoyasema msihadaike nayo, wala msi, msipoteze muda, kwa sababu yalikuwa yanawashangaza eh? yanawashangaza ya na kila mmoja anavyowasikia, maana sema kwamba wachawi tumewaona na tunawajua na tumewasikia, washairi tumewaona na tunawajua na tunawasikia, sijui waimbaji tunawajua na tunaenda wazimu. Hii so, hii haiwezekani hii, hii kitu sio cha kawaida. Hiki kitu ni kitu, sio cha kawaida kabisa. Hiki ni kitu hapana. Na hata yeye mwenyewe hata yeye mwenyewe Walid bin Al-Mughira pamoja na jeuri yake alikwenda akasikiliza, akafunguliwa kule surati Az-Zukhruf akaisikiliza, akarudi kwenda kwambia, jamani yale maneno sio yale, ni maneno siyo ya kawaida yale. Lakini kwa sababu tayari meshatangulia maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi yakuweza kubadilika. Kwa hiyo kwa hali hiyo Allah subhanahu wa taala kwa jeuri na dharau waliyoionesha na kibri mwanzoni, kabisa mtume sallallahu alayhi wasallam anafanya anahangaika kukusanya watu, yeye anamtweza na, na kumtengenezea kibri na kumfanyia jeuri. Allah subhanahu wa taala akamtangazia, akasema sa uswilii sakar, tutamuingiza katika moto wa sakari. katika moto wenye kuwaka sana sakari. Ni moja katika milango saba ya moto. Allah subhanahu wa taala sema laha sabatu abwabi moto wa jahannamu una milango saba. likulli babin minhum juz'un maksum, kila mlango una kundi maalumu ambalo litakaloingia kupitia mlango huo kulingana na makosa yake na namna ambavyo alivyo. Tunamwomba Allah subhanahu wataala atulinde na atukinge. Na haysa uswilihi saka, tutamwingiza yeye katika moto au katika shimo la moto we, wenye sifa ya sakare. Wama adraka ma sakari. Sakari ni nini? Wewe kitu gani kitakacho kufanya uweze kutambua sifa ya sakari. Sima sakari, la tubki wala tadhari, hauwachi wala hausalizi chochote, naudhu billahi min dhalika. Adhabu ya Allah subhanahu wa taala ni mzito, adhabu ya Allah ni mzito. Kule amezungumza kwamba eh, haijawahi Allah subhanahu wa taala jawahipo kuwaadhibiwa yoyote pamoja na adhabu na na uzito wa adhabu na ugumu wa adhabu ambazo unazoziona lakini, haijapatapo kuadhibu fa uadhibu yaumaidhin la yu'adhibu adhabahu ahadun wa ahad. Iyo wa thasema la tuduki wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Kwa hiyo adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala sema la tubqi wa la haumachi na chochote mwilini kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab katika katika sura nyingine Allah subhanahu wataala anazungumza haya, kila ngozi zao zitakapokuwa zimeiva yani zimetokota kwa adhabu, basi baddalnahum, tunazibadilisha juludan, tunazibadilisha kwa kuwapa ngozi zingine, baddalnahum juludan ghairaha liyadhuku aladhab, ili wapate kuionja ile adhabu. Manake watakavyokuwa watu wanaadhibiwa adhabu zile watakuwa hizi ngozi za, za, za, za, za kuweza kuhisi adhabu zote zitaisha, basi yanabadilishiwa. Yani adhabu hii ni ya kudumu, kwamba hakuna mapumziko. Kwa hiyo tunafaa tumuombe Allah subhanahu wa taala atulinde na atuepushe na adhabu yake. Lawwahatun lilbashari, inakwangua mpaka ugosi wa kichwa, hakuna kinachoacha. Alaiha 19 na juu yake kuna walinzi kumi na tisa hapa ukawa mtiani mwingine kwa Makuraishi, sema wenye ah, watu kumi na tisa tu <coughs> Walidi na mwenzia buja akasema sitapambana na kumi na saba i mtashindwa, watu kumi na watu wawili mtashindwa kuwadiriki kifikiri kwamba hao ni watu au ni viumbe kumbe, Allah subhanahu wa taala na viumbe wake ambao anasema ghilavu shidadi, wenye roho ngumu tena wenye nguvu kali kabisa, na sifa yao la yasuna Allah. Mama, kwa hiyo Allah subhanahu wataala kituafikisha na kutuongoza, wiki ijayo tutaendelea na kuelezea wasifu Allah subhanahu wa taala ta, baada ya kusema alayha tisaata ashara makuraishi wakadandia na kusema walinzi wenyewe kumi na saba tu tutaanguka tuta nao tu hao kumi na saba wakidhani watakuwa ni walinzi kama wanadamu kama walivyokuwa wao wanavyofikiri kwa akili zao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa taala akatoa ufafanuzi na kuonesha kwamba hao malaika wa kumi na tisa na hiyo idadi iliyotajwa makusudio yake ni kitu gani. Kwa hiyo ala kuli hali, aya zinaonyesha ubaya na mwisho wa kibri na jeuri na dharau juu ya mwongozo na maelekezo ya Allah subhanahu wa taala. Japo aya zinamhusu mtu maalumu lakini zinaenea kwa kila ambaye yeyote atakuwa na sifa ya namna hii, atakayezifanyia jeuri na kibri miongozo na maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna yote ile ambayo Allah atakayokuwa amemjalia kama hadhi kama cheo kama mali kama watoto, alafu yakaleta akaleta jeuri, basi atambue kwamba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna adhabu kali aliyoiandaa. Tunamwomba Allah atulinde na atunusuru sisi na sifa za namna hiyo, na atuepushe na adhabu ya moto, atuingize katika rehema zake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.